Bara mambo vipi? Leo nakupa mbinu kumi ambazo ukizifanya unaweza ukafanikiwa kwa uharaka zaidi kwenye maisha yako. Mbinu ya kwanza, anza na Mwenyezi Mungu. Anza na Mungu katika kila hatua ya maisha yako. Kabla ya kufikiria chochote cha kutaka kufanikiwa, anza na Mwenyezi Mungu. Anza na Mungu. Mungu ndio kila kitu. Mbinu ya pili, weka malengo. Hakuna aliyefanikiwa bilionea yoyote, mtu yoyote yule kuwa na malengo kwamba ili ufanikiwe lazima uwe na malengo. Na malengo, unaweza kaweka malengo ya muda mfupi au malengo ya muda mrefu, kulingana na wewe unavyoona ni kwamba ni malengo gani, niweke ya design gani au niweke ya namna gani. Cha tatu, changamkia fursa zilizo karibu yako, au kama una kazi basi unafanya kazi kwa kulingana na malengo yako uliyojiwekea, kuchangamkia fursa zilizo karibu yako, kama una kazi unaweza ukaongeza pia fursa zingine za kujipatia kipato nje na kazi ambayo unaifanya. Hiyo itakusaidia sana ku grow up, kuzidi kukua kwa sababu utakuwa na kipato kingine nje na kile ambacho unachokifanya. Mbinu ya nne, weka akiba. Kwa kila unachokifanya, unachokiingiza, jitahidi kuweka akiba, japo ni kidogo, usitegemee mpaka upate kikubwa zaidi ndio uje kuweka akiba. Kile kidogo unachokiweka, ipo siku itakuja kukusaidia. Wahenga wanasema akiba haiozi. Namba tano, wanasema kuwa na nidhamu ya pesa, kuwa na nidhamu ya pesa, kuwa na nidhamu ya pesa. Na maana gani? Kuweka bajeti ya matumizi yako. Unaweza ukajiuliza kwa nini, kwamba pesa tu kwa haraka tu labda inaisha kwenye matumizi yako. Kila ukipata, hauna bajeti, unatumia pesa bila bajeti. Lazima uweke bajeti ya pesa ambayo unaipata, kwamba hiki kiasi nitakitumia kwa design, kwa shughuli fulani, hii nitatumia kwa shughuli fulani, hiki nitakiweka Ukiweka bajeti ya pesa na kufuatilia matumizi yako, itakuwa rahisi sana wewe kufikia, okay, malengo yako unayotaka kuyafikia. Usisahau kusubscribe, kucomment, kushare katika akaunti yetu ya YouTube kama Astonish Boy TZ kwa update mbalimbali.